Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Mimi ni Victor Abuso. Mwezi Januari, serikali ya Kenya ilisaini mkataba wa ushirikiano wa kibiashara na nchi ya Falme za Kiarabu kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika masuala mbalimbali. Hata hivyo, mkataba huu umezua hofu katika taifa hilo kuhusu uwekezaji wa, wa nchi hiyo ya Falme za Kiarabu kwenye sekta ya afya. Wachambuzi wa mambo na wanaharakati wanalitaka bunge nchini humo kupitia kwa makini na kutoidhinisha mkataba huo kama ulivyo. Hata hivyo, serikali ya Kenya inasifia mkataba huo, inasema kwamba utafungua fursa ya uwekezaji, lakini pia raia wake watapata kazi ama ajira katika nchi hiyo. Ni kwa nini mkataba huu una utata? Nini kiko nyuma ya mikataba ya kimataifa ambayo imekuwa ikisainiwa hivi karibuni nchini Kenya. Hapa studioni naungana naye Edgar Odari, yeye ni mkurugenzi mkuu wa Econews Africa. Hili ni shirika ambalo linahusika na utafiti, maswala ya sera na utoaji elimu kuhusu maswala mbalimbali ya biashara, uwekezaji na usimamizi wa rasilimali katika mataifa ya Afrika na kwingineko duniani. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa, lakini pia aungana naye Terestad Alenga, yeye ni mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa na maswala ya uongozi. Karibu sana asante sana Victor na nianza nawe. Uh, bwana Udari, ni kwa nini hu mkataba unautata uh, hasa kwenye uh, swala hili la uwekezaji wa sekta afya nchini Kenya? Jambo la kwanza na mkataba huu ni kwamba kuna kile kipengele ambacho kinasema kuna ufunguzi wa biashara za Kenya kupeleka vitu vyake katika nchi za milki za Kiarabu hiyo haipo, lakini ukiangalia katika sekta ya afya kuna vipengele ambavyo vinaweza kusababisha ile hali ya kupata madawa iwe ni vigumu sana katika nchi yetu. Kwa mazingira kama haya, uh, unafikiri mkataba huu ulisainiwa katika mazingira gani? Kwa sababu kama unaegemea upande mmoja, nafikiri mkataba hii ya kimataifa inapaswa kuwanufaisha wananchi wa mataifa mawili, sielewi ni jinsi gani wa wale ambao walikuwa wanafanya mkataba upande wa Kenya walikubali kusaini vipengele kama hivi katika mkataba huo. Ni jambo la ajabu sana maanake, ukiangalia ni kama jamaa wako wamefanya chochote pale bwana. Uh, Lenga nayo pia umefuatilia kwa karibu sana huu mkataba ambao ume leta sintofahamu. Kwa nini kuna hii hofu? Mwanzo wa kitu ndio husema mambo mengi kuhusu hicho kitu. Mkataba huu, kama ilivyo kawaida, ni wa kibiashara, basi ungepigwa sahihi na yule waziri wa biashara, lakini hapa kwetu hum, huu mkataba um, ulitiwa sahihi na waziri wa maswala ya nchi za kigeni, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi alizungumzia mkataba um, huu. Tutazungumza kwa undani zaidi, lakini tumsikilize hapa kile alichokisema. Kenya inadhamiria kwa dhati kutanguliza na kuimarisha uhusiano wake na nchi ya Falme ya Kiarabu kama nchi ya kuuza bidhaa kutoka Kenya, lakini pia nchi yetu ni eneo muhimu la kimkakati ambalo linawezesha bidhaa kutoka Falme za Kiarabu kwenda katika masoko ya jumuiya ya COMESA na bara la Afrika. Makubaliano ya haya yanafungua fursa ya kufikia soko la watu barani Afrika wapatao bilioni moja nukta nne. Naam, huyo ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Msalia Mdavadi. Bwana Odaru, umemsikia wa vizuri sana na maneno uh, no haya aliyezungumza wakati makubaliano haya yanaingiwa kati ya yeah, nchi hizi mbili. Kwa namna nalivyomsikia ni mkataba wenye manufaa makubwa kwa wananchi wa Kenya, kuna lile lililosemwa na lile lipo. Kama alivyosema, mkataba huu unafaa uongeze zile bidhaa ambazo zinatolewa Kenya zikipelekwa hadi miliki za Kiarabu, lakini chanzo, kitu cha kwanza kusema ni kwamba kipengele hicho kinasema hakutakuwa na ufunguaji wa biashara ili Wakenya waweze kupeleka bidhaa zao kule. Kwa hivyo kama anasema itafungua biashara, ni vipi tena unaenda unasema, unaingiza kipengele ambacho kinafunga biashara hizo hizo, hizo, kwenda kuweza kupeleka bidhaa zao katika milki za Kiarabu? Nini hasa ambacho mnashinikiza kifanyike? Je, mkataba huu ubadilishwe au uondolewe kabisa? Inafaa mkataba huo ubadilishwe, sio kutupiliwa mbali ubadilishwe ili vile vipengele ambavyo tuna shida navyo viweze kuangaliwa kwa upya ili viweze kurekebishwa. Kitu cha kwanza ni kwamba lazima soko la milki za Kiarabu zifunguliwe ili bidhaa za Kenya ziweze kuenda kule. Na Alenga huwe kama mchambuzi wa maswala ya siasa na uongozi nchini Kenya, mikataba kama hii kwa namna tunavyo anavyoeleza mtaalamu hapa inamweka wapi mwananchi wa kawaida? Nafikiri hiyo ndio changamoto kwa wale wakuza sera katika nchi hii na viongozi. Iwapo basi tuna mikataba mingine ambayo inakuja itakuwaje? Vi, itakuwa, itakuwa vizuri kuweza kuwashirikisha wananchi wa matabaka mbalimbali kuweza kufahamu ni kipi wanachoweza kuchangia, lakini cha msingi ni kwamba uh, lazima tukijiingiza katika mikataba hii tuweze kufata kanuni ambazo zinafanyika na mataifa yote. Sheria za Kenya zinasemaje kuhusu nchi inapoingia kwenye mkataba na nchi nyingine? Nini ambacho kinapaswa kufanyika? Unajua, mwanzo kabisa kunafaa kuwe na ile mipangilio ya kuwahusisha wananchi katika hizo process za kufanya negotiations. Na kati, kadri jinsi nilivyoangalia huu mkataba, mwanzo kabisa kuna ile sheria ya kutengeneza uh, mikataba kati ya nchi kuna sheria iliyotungwa ili ku, kuendelesha mm -hmm. zile proses za kusaini mikataba kati ya nchi kadhaa, na hiyo sheria haikufuatwa. Maanake ingefuatwa kuna ule mtaratibu, kuna ule utaratibu ambao ungefaa kufuatwa na serikali ili kwenda kusaini mkataba huo, haikufuatwa. Na hivyo basi tunasema mm -hmm, kama hawakufuata sheria katika kutunga huo mkataba inafaa warudi nyuma wafuate sheria jinsi inavyofaa kufuatwa na, na baada ya hapo tu ndipo tutavyokubali tuseme, basi inafaa mkataba huo usainiwe na uendelee mbele. Jukumu la wabunge wa Kenya katika uhum, hili ni nini? Wajua, baada ya mkataba kutiwa saini kati ya serikali mawaziri, unafaa upitishwe katika bunge ili kuidhinishwa, ili upate ile nguvu ya kisheria ya kusema kwamba ni mkataba ambao una nguvu katika nchi ya Kenya. Nalenga na kwa, kwa kuangalia Kenya ilivyo sasa na hali ya kisiasa unafikiri kuna nafasi ya kufanya hiki ambacho wakili ana kishauri hapa? Kwetu mambo ni magumu, manake kila wakati unapata kwamba swala linapopelekwa kwenye bunge kuweza kujadiliwa kwa ajili ya Mkenya wa kawaida huwa wale wabunge wanachukua nafasi au uh, wanafuata maagizo ambayo rais ashayatoa. Kumbuka kwamba huu mkataba ndio mojawapo ya zile ambazo aliyeondolewa mamlakani, uh, mkuu wa sheria, uh, uh, Muturi alisema kwamba alikuwa anashinikizwa kuweza kupiga saini akiwa kwenye airport kule, kule Dubai, na basi inaonyesha kwamba rais ana haja ya kuweza kuusukuma huu mkataba kufanya kazi basi ni kwa wabunge waweze kuangalia jinsi vile walivyofunguliwa macho, tuna imani kwamba wanaweza kutenda mema uh, kuendelea mbele, lakini cha msingi ni kwamba Victor, lazima tuweze kujiuliza, um, suala la kisiasa katika mikataba hii ni kwamba uh, wakati ambapo taifa lote la Afrika linaingia katika mkataba fulani, huwa uh, lile taifa la ughaibuni ndilo linaandika huo mswada na linapatiana kwenye taifa la Afrika na hilo taifa linahitaji tu kupiga saini. Naam, tukimalizia tu wakili, uh, Edgar, sasa uh, ulikutana na wabunge bila shaka mm -hmm. kamati ya afya mm -hmm. ya bunge la Kenya mm -hmm. ukazungumza nao ukawaeleza mm -hmm. kile ambacho umekisoma na mtazamo wako, uh, nini ambacho unatarajia kwamba kitafanyika? Kile ambacho nina tathmini kinaenda kufanyika ni kwamba wanaenda kufungua mjadala ili kuenda kujadili mkataba huo na vile vipengele ambavyo vina shida, itabidi wabadilishe kabla ya kukubali kusahihisha mkataba huo uwe na nguvu za kisheria katika nchi hii. A, lenga nikupe kauli ya mwisho, ni vizuri bunge letu la Kenya liweze kufanya kazi na vitengo vya nje pia kushirikiana pamoja na mashirika ya kijamii, mashirika ya utafiti. Inahitaji kupata mwafaka ambao unamsaidia mwananchi wa kawaida, muda mtusu kuwa na hayo tu. Asante sana, uh, Edgar udari wakili na mkurugenzi mkuu wa shirika la Econews Africa ambalo linahusika na utafiti, sera na utoaji elimu kuhusu masuala ya biashara uh, lakini pia uwekezaji na kusimamia rasilimali katika mataifa ya Afrika na kuingia kwa duniani asante sana. Asante. Lakini pia nakushukuru Terestro Dalenga uh, mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya uongozi. Asante ah, sana kwa kuja. Asante ah, sana Victor. Na msikilizaji, hadi wiki ijayo. Mimi ni Victor Buso, kwa heri.